Dada, kama boyfriend wako huwa anavaa timsi alafu anavaa masuruali fulani hivi makubwa eh? alafu anavaa koti, yale yale makoti ya manyoya hmm? na kakofia kidogo amekaeka hivi eh? alafu pia ana pikipiki yake kasinorai eh? ikifika Jumapili anakuambia mama la mama, twende rally eh? Alafu mama la mama ni nyingi kwenye message, la mama mama, la mama. Eh? Alafu pia ni mchuga eh? Dada, kuhusu swala la kukoa sahau. <laughs> Yani kuhusu swala la kukoa toa kabisa kwenye akili, kwenye akili yako kabisa. Yaani ana kasinorai chake anakaosha mdaute kanakuwa kasafi ame, amekata kile keria, eh? Alafu anavaa timsi libugalu na ikoti lake la manyoya Alafu mama la mama ni nyingi kwenye simu. Alafu ikifika Jumapili anakuambia mama la mama, leo wapi hiyo, twende rali eh? kila Jumapili rali. Sasa sista, kuhusu swala la kuolewa sahau, futa kabisa kwenye akili yako. Sasa we tulie hivo hivo, utaelewa tu muda <laughs>